Huku mfumo mpya wa elimu ya CBC unapoendelea kutekelezwa, huenda masomo ya shule za sekondari ya ngazi ya juu ambayo yanonuiwa kuanza mwaka ujao yakatatizika kutokana na uhaba wa walimu na walimu wenye ujuzi katika masomo mapya yatakayofunzwa. Akizungumza mbele ya kamati ya kufuatilia utekelezwaji wa katiba katika taasisi mbalimbali, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri waalimu ya TSC Nancy Masharia anahofia uhaba huo utaathiri masomo. Aidha, tume hiyo inaitaka serikali kutenga shilingi bilioni tano kila mwaka za kuwapandisha vyeo zaidi ya walimu alfu mia mbili teachers. In this country we only get 1 billion annually but 1 billion uh, chair for 500,000 teachers and noting that before then it was not forthcoming how many it's a drop in the ocean again and so teachers yes they have stagnated and we are asking to be assisted to get budgetary provision Ben Tura Kumbuka K24 Samoya